yakamilike ifikapo tarehe 30 Mei 2025. Kwa hiyo katoa maagizo kwamba utengenezwe mpango kazi ili kuendana na, na maagizo haya ambao bila compromise quality. E, changamoto ambayo ilikuwa hapo hapa, e, ni upatikanaji wa raw materials kwa mfano tofali na na na na, na, na kokoto ambayo ilitoa maagizo kwamba hizo tofali sasa zipatikane kwa haraka ili kazi ya mabweni hususan kwa mabweni iweze kukamilika haraka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 wanza tunashukuru kwamba umeendelea kufuatia na umefika, na kama ambavyo tulipokutana mara ya kwanza na sasa, kuna hatua atmo tunasogea nayolakini ikuhakikishie uendelee kuwa na amani, kwa sababu yale tutuelekeza ifikapo tarehe 30 mwezi watano na tunavyo